A'udhu billahi min shaytani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad bin Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa baad. Assalamu alaykum wapendo wana Mizani popote mlipo. Katika makala yetu ya leo tutaangazia mlingano wa nguvu katika Mashariki ya Kati baada ya Israel kuonekana kuwa ndio mbabe pekee katika eneo la Mashariki ya Kati ambaye angekuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kuiangamiza nchi yoyote miongoni mwa nchi za Kiislamu. Lakini tofauti imetokezea kuwa sasa kuna mbabe ambaye ni Iran, na tayari amekishatangaza tangazo la kwamba Israel, endapo itajaribu tena kuishambulia Iran, itaangamizwa kabisa na kuchoma moto wa jehanamu katika kila eneo la Israel. Vita vya kichokozi vya siku kumi na mbili vilivyoanzishwa kwa uvamizi wa Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran viliashiria kuibuka zama mpya na nguvu dhidi ya Israel na Marekani na kudhihirisha nguvu mpya yenye uwezo mkubwa wa kijeshi. Nguvu za kijeshi za walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC, zimebadili kabisa dhana ya miongo mingi kwamba Israel ndio taifa pekee isiloweza kushindwa na taifa lolote Mashariki ya Kati na inaweza kufanya operesheni zake kijeshi dhidi ya nchi yoyote ya Kiarabu na ya Kiislamu. Pamoja na kuwa Israeli na jeshi lililopata mafunzo bora na inamiliki pia silaha bora za kisasa kutoka Marekani. Haikuacha kuwa na wasiwasi na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambayo imekuwa ikionekana na kuonyesha maendeleo makubwa a kisayansi katika uundaji wa makombora ya kisasa ya masafa marefu yanayoweza kulenga shabaha kwa usahihi mahala popote ndani ya Israeli. Lakini hofu kubwa zaidi ya Israeli na Marekani ni swala la urutubishaji wa madini ya uranium, ambapo mara kadhaa Israeli imeeleza wasiwasi wake kuwa Irani inatengeneza au inamiliki silaha za nyuklia ambazo ni hatari kwa uhai wa taifa la Israeli. Pamoja na hofu hiyo, Israeli iliamini inaweza kutumia nguvu ilizonazo kuangamiza viwanda vya uundaji wa silaha vya kijeshi za Iran hususan vile vya utengenezaji wa makombora na urutubishaji wa uranium kwa msaada wa Marekani, dhana ambayo ilipata nguvu maradufu mara tu baada ya kurejea madarakani kwa mara ya pili Rais Donald Trump, rais mwenye chuki kupita kiasi dhidi ya Falastini na mataifa ya Kiislamu. Mambo kadhaa yaliisukuma Israeli na kuipajibu kuwa inaweza uungaji mkono wa hali na mali wa Iran kwa vikundi vya wabeba silaha vinavyopigania uhuru wa Falastini inayokaliwa isivyo halali na Israeli, ukijumuisha vitendo vya uhasama vilivyoendeshwa na vyombo vya kijasusi vya pande zote mbili, vilizidisha hofu ya Israeli kuona kwamba mpango wa nyuklia wa Iran si tishio linalopaswa kupuuzwa pamoja na kuamini hivyo, Israeli ilirudi nyuma kwa miongo mingi, lakini iliendeleza uchokozi wake dhidi ya Iran kwa mauaji ya wanasayansi wake, na wakati huo huo ikipandikizwa majasusi ndani ya Iran, ikilenga kupata taarifa muhimu zitakazotumika muda wa mashambulizi utakapowadia, baada ya opereshen ya kimbunga cha Al-Aqsa iliyotekelezwa na harakati ya Kiislamu ya mukawama wa Palestina Hamas na vikundi vingine vya wabeba silaha Mnamo Oktoba saba ishirini ishirini na tatu na kuua walowezi wa kiyahudi walioweka makazi yao ndani ya falastini wapatao alfu moja na mia mbili. Waziri mkuu wa israeli nduli Benjamin Netanyahu alipitisha mkakati wa kuangamiza wafalastina kwa ujumla wao, akiamini baada ya kuamaliza wafalastini wa Gaza na wale wa ukingo wa Maghreb ataelekea Iran na kusafisha kile alichokiita maadui wa taifa la Israeli mashariki ya kati. Israeli mara moja ilijibu mashambulio ya Hamas kwa kutumia nguvu kubwa sana, ikiua maelfu ya raia wa Falastini, wakiwemo wanawake, wazee, kubomoa wa shule na miundombinu, majumba ya makazi wa raia, vyanzo vya maji, umeme, mawasiliano, kuzuia huduma za kibinadamu kama dawa na chakula ya maji, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa siku ya Alhamisi Oktoba 30, 2025 mkurugenzi wa idara ya magonjwa ya watoto na uzazi katika jengo la nasser medical complex huko gaza ahmed al farrah zaidi ya watoto ishirini 20, na wa mbili elfu wameuawa shahidi miongoni mwa wafalestina zaidi ya sitini na tisa elfu waliokwisha uawa kinyama hadi hii leo tukisoma taarifa hii watoto wengine alfu tano na mia tano wa kifalastini wanahitaji kusafirishwa haraka kwa ajili ya kupata matibabu ya dharura nje ya ghaza lakini vizuizi vya vivuko vilivyofungwa vimezuia watoto hao kupata tiba. Israeli pia ililenga kuiangamiza harakati ya Hamas na kuchukua udhibiti wa ukanda wa Gaza kwa kipindi kifupi sana. Lakini matokeo yake yalishangaza dunia ambapo Hamas pamoja na kuzingirwa kwake na kukosa msaada wa aina yoyote, iliweza kwa mafanikio kuizuia Israeli kufikia malengo yake ikiwa ni pamoja na kuendelea kuwashikilia mateka huku Israeli ikidhibiti anga lote la Gaza na kuwateketeza raia wa Falastina kinyama na kwa ukatili kupita kiasi katika mauaji ya kimbari yaliyolaaniwa kote duniani, huku mahkama ya Umoja wa Mataifa ya uhalifu the International Criminal Court ICC iliyoko nchini Uholanzi ikitoa hati ya kukamatwa Benjamin Netanyahu na wafuasi wake. Tukio la uvamizi wa Hamas katika ardhi ya Falastini inayokaliwa kwa mabavu na, na Israeli pamoja na kurejea madarakani kwa Donald Trump, rais wa Marekani, kulipa Israeli fursa ya kipekee kwa kuanzisha vita vilivyopingwa kwa muda mrefu na marais wa awali wa Marekani. Kabla ya vita vya Gaza, Israeli ilionekana kuwa tishio kwa nchi zote za Kiarabu na za Kiislamu, lakini kwa upande wake, Iran ilionyesha wakati wote utayari usio na shaka wa kushiriki makabiliano ya ana kwa ana kijeshi dhidi ya Israeli na Marekani. Huku ikitangaza kuunga mkono harakati za makundi ya wabeba silaha kwa ajili ya ukombozi wa Falastini, ikiwa imesalia muda mfupi kutimia miaka miwili ya mauaji bila kufanikiwa malengo yake ya kijeshi huko Gaza, Israeli ilivamia Iran, nchi ambayo kwa pamoja na Ansarullah wa Yemen na Hizbullah ya Lubnan walishiriki kuipa nguvu Hamas, hatua ambayo ilisababisha vita kuwa ngumu kwa Israeli. Na kwa kuivamia Iran Israeli ilidhani ingeweza kupunguza ama kuvunja kabisa usaidizi wa Iran kwa makundi ya Kifalastini. Mara tu baada ya Israeli kuanza mashambulio makubwa ndani ya ardhi ya Iran mnamo siku ya Ijumaa Juni 13, 2025, mataifa mengi yaliyoaminishwa kwa miongo mingi kuwa hakuna nchi yoyote miongoni mwa mataifa ya Kiarabu na ya Kiislamu inayoweza kushindana na Israeli kijeshi na kwamba mashambulizi hayo ya Israeli dhidi ya Iran yalimaanisha kufikia tamati kwa utawala wa wanazuoni wa Kiislamu wanao utawala wa jemi katika kile kinachoitwa jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini matokeo ya uchokozi wa Israeli yalikuwa kinyume kabisa na matarajio, ambapo Israeli ilijikuta ikipata mkongoto ambao haijawahi kuupata tangu taifa hilo lilipopandikizwa ndani ya ardhi ya Falastini mnamo mwaka 1948. Vita vya siku 12 vilivyoanzishwa siku ya Jumaa Juni 13 na kusimamishwa haraka haraka siku ya Jumanne Juni 25, 2025, vilianzishwa kwa Israeli kuivamia Iran kwa mashambulizi ya kushtukiza na kulenga makombora yake yaliyofatuliwa kutoka ndani ya ndege za kivita zilizobora na za kisasa kabisa kutoka Marekani. Vituo vya jeshi la anga vilishambuliwa na kufanya uharibifu mkubwa katika maeneo ya miradi ya nyuklia. Israeli ilitangaza kufanikiwa kuharibu kikamilifu vituo vya miradi ya nyuklia vya Iran, lakini baadaye ilibainika kuwa taarifa hizo hazikuwa za ukweli. Uharibifu kidogo ulifanyika katika maeneo ya juu kabisa; hakuna eneo hata moja la urutubishaji wa Iran ambalo lilifikiwa na mashambulizi hayo. Israeli pia ililenga kwa usahihi kuwaua majenerali wa ngazi za juu wa jeshi la Iran, wanasayansi wa nyuklia, wanasiasa na kuharibu miundombinu na kabla ya hapo tayari ilikwisha waua wanadiplomasia wa Iran nchini Lebanon. Na mnamo mwezi Aprili 2024, Israeli iliupiga kwa mabomu ubalozi wa Iran mjini Damascus, Syria na kuwaua wanadiplomasia wa ngazi za juu wa Iran. Israeli pia iliwaua shahidi wa Irani wapatao elfu moja na mia moja wakiwemo wanawake mia moja thelathini na nne na, na watoto 45 na kwa mujibu wa taasisi ya mashahidi ya Iran, wizara ya afya ya Iran imesema pia zaidi ya watu elfu nne walilazwa hospitali wakipatiwa matibabu baada ya kujeruhiwa kwa makombora ya Israel. Ikijibu uvamizi wa Israel, Iran ilitumia zaidi ya ndege zisizo na rubani elfu moja na makombora ya ballistic zaidi ya mia tano na hamsini ya kisasa yenye kasi ya ajabu na yanayolenga shabaha kwa usahihi na yenye uwezo wa kupenya mifumo ya ulinzi wa anga ya Israel. Gazeti la The Times of Israel liliripoti kuwa mashambulio ya Iran yalisababisha vifo vya raia 28 wa Israeli na mwanajeshi mmoja na kusababisha majeruhi waliolazwa kwa ajili ya matibabu baada ya kujeruhiwa kufikia elfu tatu mia nne sitini na moja. Vyanzo vingine vinadai kuwa zaidi ya wazayuni 500 waliangamizwa kwa mashambulizi ya Iran kuwatia kichapo kisicho cha kawaida. Wazayuni kwa maelfu walikimbia makazi yao baada ya kuteketezwa na mabomu ya Iran ambayo yalipenya mifumo ya ulinzi wa anga ya Israeli iliyokuwa ikisifiwa sana kuwa bora zaidi kuliko mingineyo ulimwenguni na isiyopenyeka. Ikaja kufahamika kuwa majigambo na vitisho vya Israeli havikuwa na maana zaidi ya kuficha udhaifu wake. Iran ilishambulia kituo kikuu cha shirika la ujasusi la Israeli, Mossad, katika jiji la Tel Aviv na makao makuu ya jeshi, viwanja vya ndege na kambi za kijeshi na kiwanja cha ndege cha kimataifa Ben Gurio international airport, na kufungwa kabisa na kusitisha safari zote na kuharibu viwanda vya kutengeneza silaha, nguvu za umeme na maeneo ya siri ya kijeshi yapatayo kumi na mbili katika miji mbalimbali ikiwemo Haifa, na kuharibu vibaya sana majengo ya wizara za serikali. Baada ya wananchi kukata tamaa, maelfu ya wazayuni walijitokeza mitaani wakiandamana huku wakipaza sauti yao wakiomba Irani msamaha na kuitaka isitishe mashambulio yake. Ili kuthibitisha mashambulizi ya Israeli hayakuharibu miradi ya nyuklia ya Iran, siku ya Jumapili Juni ishirini na mbili ishirini na tano, Marekani nayo ilishambulia maeneo yale yale ambayo Israeli tayari ilikuwa imekwisha yashambulia. Lakini hata hivyo, Marekani nayo ilishindwa, japokuwa ni hakika kuwa maeneo ya juu ya miradi hiyo yaliathirika, lakini maeneo ya chini mita karibu mia tatu kwenda chini ya ardhi hayakuathirika. Iran ilijibu mashambulizi ya Marekani kwa kushambulia kambi kubwa zaidi ya zote ya jeshi la anga la Marekani katika mashariki ya kati ya Al-Udeid nje ya mji mkuu wa Qatar Doha. Israeli, ikiwa imelemewa na mashambulizi ya Iran na kwa kupitia rais Donald Trump, mnamo Juni 23, 2025, ilimuomba mfalme wa Qatar kuiomba Iran kusitisha mapigano, na siku iliyofuatia Juni 24, Iran na Israel zikakubaliana kusimamisha rasmi vita vya siku kumi na mbili na baadaye siku ya Jumatano Juni 25, vita vikasimamishwa rasmi kuanzia siku hiyo. Hakuna matarajio ya kuaminika kwa upande wa Israeli na Marekani kwamba zitaheshimu kikamilifu mkataba wa kusitisha vita. Hii ni kwa sababu Israel ililazimika kusitisha vita baada ya kuzidiwa na mashambulizi ya Iran, ambayo endapo yangeendelea yangeiteketeza karibu Israel nzima mara kadhaa. Iran imekuwa ikisisitiza kuwa Israeli inaendeleza vitendo vya uchokozi ili kutafuta sababu ya kuanzisha tena kwa vita. Juu ya hilo, jeshi la Iran limetoa onyo kali kwa jeshi la Marekani na Israeli kuwa iwapo Israel itashambulia kwa mara nyingine, itashuhudia moto wa jahannam ukiwaka katika ardhi yote ya Israeli. Kamanda mkuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC ametahadharisha kuwa Iran itaachia moto wa kuzimu dhidi ya adui katika mazungumzo yake na Qasim al-Araji mshauri wa usalama wa taifa wa Iran mjini Tehran siku ya Jumanne Oktoba 21, 2025. Kamanda mkuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Major jenerali Mohammed Pakpur alizungumzia uvamizi wa siku kumi na mbili uliofanywa na Israeli na Marekani dhidi ya Iran na kutahadharisha kuwa maadui walilenga kudhoofisha umoja wa nchi za kikanda. Jenerali Pakpur ameongeza kuwa adui alidhani kuwa uwezo wetu wa makombora ungepungua katika siku za mwanzo za vita, lakini tulichukua hatua kwa nguvu na kwa usahihi na kutekeleza kwa usahihi shabaha zilizokusudiwa. Na hiyo, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Saidi Abbas Yarakshi amesema vita vya siku kumi na mbili vilifichua uwezo uliojificha wa Iran katika kujihami na vilitoa fursa nzuri ya kufanyika majaribio ya kweli ya makombora ya Iran na mifumo yake ya ulinzi. Iran imepata uzoefu mkubwa wa kijeshi na kiufundi kutokana na vita hivyo, imepata pia fursa ya kufanyia majaribio makombora yake ya kisasa katika vita halisi na kuthibitisha kivitendo kwamba mifumo ya ulinzi ya Israel haina uwezo wa kuweza kuzuia mashambulizi kutoka Iran. Said so, Arakshi ameongeza kuwa maandalizi ya kijeshi ya Iran ya hivi sasa yamefikia kiwango kisicho cha kawaida, akielezea imani yake kwamba Israel haitoweza tena kuthubutu kuanzisha tena vita kwa sababu inajua kwamba jibu la irani litakuwa kali zaidi. Onyo la irani kuiteketeza israeli limeungwa mkono na kanali mstaafu wa jeshi la marekani ambaye ameonya kuwa israeli ijiandaye kuangamizwa kabisa iwapo itajaribu kuishambulia tena Iran. Kupitia mahojiano ya kipindi cha televishen cha legemet target yaliyoripotiwa Oktoba 27, 20 25 Akiwajiwa na Jackson Hinkle, mchambuzi wa maswala ya kisiasa Lawrence Wilkerson, kanali mstaafu wa jeshi la Marekani, ametahadharisha kuhusu hatua yoyote ya Israeli ya kuivuta Marekani katika vita na Iran, na kusema kuwa Israeli inaelewa vema kwamba itaangamizwa ikiwa itaishambulia Iran bila kusaidiwa na upande wowote. Kwa maana nyingine, Israel haina uwezo wa kuipiga Iran isipokuwa kwa msaada wa Marekani. Hayo ni maelezo kutoka kwa kanali wa jeshi la Marekani ambaye ni mstaafu. Hii ndiyo hali ambayo iliyopo hivi sasa katika mashariki ya kati, ambapo mlingano wa nguvu unafanya kuwa ni tishio kwa Israel. Na kwa taifa la Israel, hali ya mambo imebadilika na sasa Israel imekuwa na mshindani katika eneo hilo ambapo uchokozi wa Israeli bado ukiendelea. Ingawa Israeli imeshindwa kufanikisha malengo yaliyokusudiwa, lakini ni hakika kuwa yamefaulu katika kuua maelfu ya Wafalastini wasiokuwa na hatia, kubomoa ardhi yote ya Falastini na kuwadhuru Wafalastini kwa kiwango kikubwa ambacho hakijawahi kutokea katika siku za hivi karibuni. Tumuombe Mwenyezi Mungu ajalie kwamba dunia iwe ni mahala salama kwa watu kuishi na hasa kwa wafalastini ambao wamedhulumiwa nchi yao. Mwenyezi Mungu ajalie kwamba mapatano yafikiwe si, ya ili watu waweze kuishi kwa amani na salama na waweze kuishi na kufanya maamuzi katika nchi yao wenyewe, na waishi kama ambavyo Mungu alivyoleta kusudi la, ku, la watu kuwepo katika dunia. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo.